Na solvent technology ili mafuta yale yawe double refined, yanayotokana na mafuta na mafuta ya pamba. Ukisoma pale utaona ni organic. Uh, ni mmoja kati ya wanunuzi ambao wamekuwa mara nyingi wakisupport uh, tuwe na organic uh, cotton, lakini bahati nzuri duniani pamba yetu pamoja kuwa kuna organic na conventional lakini sisi si, si watumiaji wakubwa sana wa kemikali hata kwenye maeneo ambayo sio organic, lakini tume, mwaka huu tumeanza kutumia teknolojia mpya vijijini, inachukuliwa chokaa, serikali inatoa, tunatoa na virutubisho vingine, lakini wanatumia ma, majivu kwenye kaya, samadi imetengenezwa mbolea, imesaidia sana maeneo haya safari hii kuongeza kuongeza uzalishaji kwa wakulima, ni jambo jipya na wao wamekuwa very supportive. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais raisi uh, fezi ya pili inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuta hapa kutakuwa kuna kiwanda cha mafuta, lakini alikuwa anataka kuweka kiwanda chake cha nyuzi hapa hapa. Kwa hiyo tushakubaliana atakiweka kwenye industrial park ambayo serikali inakijenga kule Itilima. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kumkaribisha ili aweze kupa maelezo ya, ya ziada. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni niseme nini, kwa kweli nimefarajika sana, au sisi kama Biosustain, tumefarajika sana kwa uwepo wako, na hasa kwenye uzinduzi huu kwa sababu safari ilikuwa ndefu. Naweza nikatoa tu historia fupi, tulivyoanza na kwa nini tulifikia hapo. Mimi nilikuwa Ujerumani, nilisoma masters, nilitoka hapa nikasoma kule masters, na nikasoma PhD na nikakutana na wenzangu wengine waliotutangulia, mojawapo Nashukuru kwa kumtambua Profesa Kabudi na aliniongoza ali kusema kusema wana usuruli nyumbani bila PhD e, kama hiyo utofanya wewe utoweza kuisaidia nchi yako. Kwa hiyo nikafanya PhD hii. PhD ililenga moja kwa moja kuhusu uzalishaji wa pamba duniani matatizo yake, na kuona jinsi gani ku reflect Tanzania tunaweza tukafanya vipi vizuri, ili tuweze kuleta tija kwa mkulima, lakini pia kwenda zaidi kwenye value addition. Kwa hiyo hii ndio ilionipa mimi motisha, nikaondoka chuoni, na maana nilivyomaliza nilikuwa tu niweze kuendelea kufanya kazi kama mwalimu, lakini nikaona hapana, watanzania ndugu zangu wananihitaji zaidi kuliko huku. Kwa hiyo nikarudi nyumbani na nikatafuta eneo, la kwanza lilikuwa mkoa wa Singida ambao waliacha kulima pamba. Kwa hiyo nikarudisha zao la pamba pale, ilikuwa sio zaidi ya kibiashara, kwanza ilikuwa zaidi ya kuwa na uchungu. Mkoa ulikuwa chini kiuchumi, tutaurudisha vipi ule uchumi? Na uzuri, tukaboresha uzalishaji, tukarudisha kiwanda, na tumeweza kukua kutoka pale na kuongeza wakulima, kuwahudumia. Mfumo wetu ni wa contract farming, ina maana tunawekeza moja kwa moja kwa wakulima kupitia mabwana shamba, tunawapa pikipiki na mafuta na elimu na vitendea kazi vingine kupitia na pembejeo kushirikiana na, na Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya pamba. Kwa kweli tumeona ile tija ilikuwa ni kubwa sana, na sisi tukaona wakulima wa miatu au Simiyu kwa ujumla tutakuwa tuta, tuta, tuta, tuwatendee haki kwa sababu ni wakulima wengi, na wakulima wameitikia na wanafanya kwa kufata miongozo ambayo hii miongozo inatoka pia kwenye ushirikiano kati ya bodi ya pamba ambayo Wizara ya Kilimo kwa kuweza ku, ku, ku, ku, kupata tija tija. Mheshimiwa Rais, ni kila kitu. Bei ya pamba hatuwezi hatuna nguvu nayo kwa sababu inawekwa kwenye bei ya dunia, kwa hiyo tunaifuata ile, lakini uzalishaji wa kilo mia tatu hamsini haiwezi kamlipa mkulima hata siku moja, kwa hiyo kwenye hii mifumo, kwa kumshukuru kweli Waziri Bash ni jembe natoka hii, siwezi nikampa sifa. Tunajua na haya mazao mengine aliyofanya huyu bwana halali, kwa sababu wakati mwingine anafikiria tu jinsi gani ya kuweza kuwatoa wakulima katika hali duni, ili waweze kukua na uchumi wetu ukue, na kwenye pamba hivyo hivyo, mheshimiwa rais. Na nashukuru pia mheshimiwa waziri kwa kunichagua au kunteua kuwa mimi pia ni mmoja wa bodi ya wakurugenzi ya pamba, huko tunachangia pia kuhakikisha kweli tunatoka kwenye hii mifumo ya BBT kwenda kwenye tani milioni moja na kadhalika. Hii mifumo iliyokuwepo sasa hivi kwa mwaka huu tunavunja rekodi Mheshimiwa Rais, hiyo na kuahidi. Kwa tunakwenda kwenye tani zaidi ya laki nne. Unaona? Kwa hili nikushukuru, mfumo yote hiyo ni ni nguvu zako kupitia Mheshimiwa Waziri kwa jinsi ulivyoweka nguvu yako na kuweza kutufanya sisi leo tunaweza tukaringia kwa kupata ipamba kuichakata na kuweza kupeleka sokoni. Kwa kweli hii huu mfumo wa BBT ambao tumekuja nao unatakiwa uendelee na tuweze kuwekeza zaidi ili tuweze kweli kufikia tani milioni moja na kuendelea na ulindwe kwa hali na mali kwa sababu ndo mfumo pekee wa kuweza kumtoa mkulima kwenye kilo mia tatu hamsini kwenda kwenye tani hata mbili na nusu. Uwezekano upo, tafiti zilifanyika na sisi tumeshiriki asilimia mia moja. Kwa kweli Mheshimiwa Rais nashukuru nashukuru sana. Kwa awamu hii ni kitu pekee tumeweza kukiona na imetupa nguvu kama wawekezaji kusema tukienda kwenye modo hii na tukaweza kuweza kuwekeza zaidi, basi nafikiri aliokuwa amezungumza Mheshimiwa Waziri ndio haya. Tunataka kwenda kwenye mafuta, tunataka kwenda kwenye nyuzi. Hatutendei haki mkulima. Tukiweza kuwekeza kwenye value addition tutaongeza ajira, tutaongeza bei ya mkulima tutaongeza uchumi wetu kwa upande wa, wa kuweza ku, ku, ku, ku, ku balance terms of trade ambayo tunayo negative, na uhakika huko ndo sehemu ambayo pekee ilokuwa uh, uh, tunakoelekea. Mheshimiwa Rais, ningependa kukuonyesha tu hichi kiwanda kina kina kina kina uwezo wa kuzalisha tani 350 mpaka 500 kuendana na ubora wake, kwa hiyo za pamba robota zinaweza zikazalisha litani mia na hamsini kwa siku ambazo za bells. Kwa hiyo uh, ni kiwanda kikubwa katika uwekezaji katika, katika maeneo ya pamba, na lengo letu ni kuhakikisha kweli hii pamba tunayenunua hapa kwa wakulima soko liko karibu. Tunafikiria tuna, tuna, mkulima kumpa bei nzuri zaidi, kwa sababu unavyosafirisha pamba sehemu ndefu gharama inakuwa ni kubwa, kwa hiyo huko ndiko tunakoelekea kuwa soko liko karibu kwa wakulima, lakini sio tu soko, pamoja na hizi elimu ambayo, hapa pia tuna kitengo cha, cha BBT ambao wanafanya kazi vijijini permanently na, na, na, na, na, na ofisi ya hapa ndio inakuwa inajenga mfumo um, mzima wa control system ya kujua wanafanya nini muda gani na wakati gani. Kwa hiyo ningependa tu kuonyesha uh, kiwanda chenye kiko hapa huku, manake ukifikiria kwenye sehemu zote, nafikiri tumekwalify na na na vyeti vyote ambavyo vinahitajika ili uweze kuwa na kiwanda um, kwa hiyo pamba inavyokuja inaingia hapa, inakuja inashushwa. Haya ni magodown ambayo yanapokea pamba, inapokea hadi tani elfu kumi na mbili e, kwa uwezo huo wa kujini tunaweza tukatotoa hizo uh, robota uh, karibu elfu moja na mia mbili kwa siku na na tukichukulia kuhusu mbegu, hapa tunakuja kuweka mbegu uh, na huku ndo pamoja tu na ile storage ambayo iko tunarahisisha ili iweze kuja hapa na kuweza kuzalisha uh, na uh, kwa kifupi uh, mfumo huu tumeweka karibu zaidi ili tuweze kuleta efficiency kwa sababu ukiwa karibu na pamba ikija uh, kwenye sehemu iliyo karibu efficiency inakuwa kubwa. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais karibu sana. Hongera sana. Asante sana asante, asante. Dkt. Riaz Aidel, unahitaji kilo ngapi za mbegu kuzalisha lita moja ya mafuta? Ukichukua okay, tuseme kama tani moja unapata uh, tani 140 za mafuta asilimia kumi mpaka kumi Kwa hiyo, in, ratio yeah, watapata, watapata husk na nne, kwenye ratio hiyo watapata cotton husk na cotton cake. Hivi ni vyakula kwa ajili ya mifugo. Alafu kwa sababu anaweka solvent, maana yake akicrash mbegu, bado atairudisha tena hii mbegu kiwandani kwa ajili ya kuikamua kabisa kuweza kuwa kavu. yaumaasuweza uh, kwa hiyo yield ya mafuta ukikompea alizeti na cotton seed ni tofauti. Alizeti ni 30% ni 15 ni maximum inakuwa ina namna hiyo. Yes. Asante. Asante. Asante, Asante. Asante Mheshimiwa Raisi. Tunakuomba kwa heshima na taadhima utufungulie kiwanda chetu cha Bio Sustain Tanzania Limited. naomba Mheshimiwa waziri wa kilimo uh, upande wa pili Mheshimiwa mkuu wa mkoa uh, uh, Mheshimiwa mbunge mwenyekiti wa chama, naomba tuende upande huu. Naibu katibu mkuu wa chama amekwisha fika. Uh, Mheshimiwa rais, nitamwomba Mheshimiwa waziri Wakilimo wa wa akuongoze kusogeza pazia kulia na kushoto, ikiwa ni ishara ya kufungua kiwanda hiki. Naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Kiwanda na saba mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Naomba tupige makofi tena mengi sana. Mheshimiwa Dkt Samia hoye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tunakuomba uje utukatie utepe. Mbele. Ah, asante, naomba naomba naomba kwanza picha ya kwanza Mheshimiwa Waziri. Ah, okay, sawa, asante, asoge ah, kidogo Tunakushukuru Dokta, tunaomba baki wawili, mheshimiwa waziri na mheshimiwa rais dokta. Tunakushukuru, tunakushukuru sana yeah. Asante, naomba sasa tujipange, waandishi na wapiga picha. Mheshimiwa rais niombe kama ambavyo tulikuwa tumesimama kwenye eneo la jiwe, kama ambavyo tulikuwa tumesimama kwenye eneo la jiwe. Aa, kwa umoja wetu, upande wa kulia wa mheshimiwa rais ni wanne na upande wa kushoto wa mheshimiwa rais ni wanne. Zunguka huko, zunguka huko. Asante, Mheshimiwa Rais, nitakuomba kwa heshima na taadhima, nitahesabu tatu, mbili, moja. Makofi mengi na vigeregere! Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan anafungua kiwanda hiki cha Bio Sustain Tanzania Limited kilichoko hapa Meatu, wilayani Meatu, mkoani Simiyu. Mweshimiwa Rais, hawa ni wafanyakazi wa kiwanda hiki, naomba tumpigie makofi sana wafanyakazi. Makofi na vigelegele kwa mweshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Tanzania oy oh, Tanzania oye oh, Tanzania oh ye, Dokta Samia oh y, asanteni sana.